Hey mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na playlist yetu ya kuweza kujifunza Adobe InDesign, ikiwa hii ni video ya pili. So leo kikubwa ambacho tutakwenda kujifunza ni kuhusiana na interface ya Adobe InDesign kiundani. Kwa hiyo angalia video hii mwanzo hadi mwisho, ili basi uweze kujifunza mambo mengi ambayo leo tutaweza nazungumzia na kuoneshana hapa katika video hii. So tutaenda kujifunza kiundani interface ya InDesign, sehemu zote muhimu ambazo utakuwa unazitumia kila siku unapotengeneza design zako, na huu ndio msingi wa kuweza kuanza kufanya kazi kiurahisi na kiufanisi kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuangalia video hizi za mwanzo mwanzo. So wacha tuweze kufungua Adobe InDesign katika kompyuta yetu hapa, Adobe InDesign. kama bado haujapata software hii basi, unaweza ukanitafuta ukajoin WhatsApp group yangu ambapo nimeweka link katika description ya video hii, nimeweka link katika about ya YouTube channel yetu hapa. Unaweza ukafungua hiyo link ukajoin group yangu ya WhatsApp na ukanitafuta inbox kwa kuweza kuchukua namba yangu pale, nikaweza kusaidia kuweza kupata programu hii na ukatumia for free kabisa so, Tayari tumefungua Adobe InDesign kwa mara ya kwanza na inaonekana hivi. Hapa tunaita kama ni starting point ama start workspace. Hapo unaweza kufungua document mpya ama kufungua faili yako uliyokuwa unafanya nayo kazi, lakini sisi bado hatujaanza kuitumia, kwa hiyo hatuna faili ambayo tayari tulikuwa tunafanya nayo kazi, lakini unaweza kufungua hapa, pia unaweza kuona huko juu kuna menyu mbalimbali, unaweza ukainteracti nazo kwa sasa. Wache tuanze uh, kimoja kwenda kingine. Kwanza hapo unakutana na hii new file okay. Bila kusahau hii ni logo ya Adobe InDesign, na ukiweka kasa yako ukiona kasa inabadilika, kwa hivyo ujue hapo una uwezo wa kuklik katika hiyo sehemu, na ukiklik moja kwa moja inakupeleka ndani, lakini sisi kwanza hatutaki tuharakie ndani, so achana nako katika hii logo. Then kuna hii button ya blue ambayo ni new file hii inakuwezesha wewe kuweza kutengeneza sasa ku create file ama document kwa ajili basi ya kwenda kutengenezea uh, hiyo design ambayo unahitaji kwenda kuifanya ndani ya Adobe InDesign. Kwa mfano ukiklik hapa itafunguka hii box ya new document. Hapo utakuwa na uwezo wa kutengeneza hiyo new document yako na hii ni document ya aina gani? Mfano wewe unahitaji kutengeneza kitabu. Unajua kitabu chako kitakuwa kina size gani? Kwa hiyo hapo nakuja kuseti sasa hiyo size, ili basi utakachokiweka ndani huko maandishi, picha kiwepo ndani ya hiyo size, na utakapokitoa hicho kitabu basi tayari kiwe katika size hiyo. Hapa ndipo ambapo una set, lakini hiki ni kipengele ambacho kinafata katika video inayofuata, tutakapokuja kujifunza jinsi ya kuseti sasa hivyo vipimo na hizo dokumenti zetu, setting mbalimbali kama unavyoona kuna default ambazo zipo tayari umepatiwa za kuweza kuzitumia, A4 na nyinginezo. Unahitaji kutengeneza e, barua, tayari kuna vipimo vimewekwa hapo, unaweza kuvitumia. Lakini kwa sasa achana na sehemu hii, subiria video inayofuata, ni nitakuja kukuelezea kiundani kabisa katika eneo hili. So tufunge hapa kwanza, close. So hiyo ndio new file inavyofanya ni kazi, nitakuja kuiona kiundani, lakini kuna open ile ambayo nimekwambia tayari umeshafanya kazi zako katika Adobe InDesign na umezi save katika hii eh, file format ya InDesign, kwa unahitaji kwenda kuzifungua pengine uendelee na kuzitengeneza, pengine umefikia njiani hujamaliza, unaweza ku click open na ikafungua katika kompyuta yako, ukaenda kuitafuta sehemu uliohifadhia hiyo faili yako, ukaweza kuifungulia katika Adobe InDesign. Lakini pia kuna hii home na kupeleka home ukiklik hapa, lakini learn kama unahitaji kujifunza kuna reference mbali mbali unaweza kuklik hapa ukiwa na internet ukienda kujifunza. Lakini hapa kati kuna someka welcome to InDesign Mohamed, inanitambua hii, kwa hiyo yeah. <laughs> So open in browser, unaweza kufungua Adobe InDesign katika browser na kuona tutorial series mbalimbali mbali, mbali ambazo zinaweza zikakupatia we basic pengine vitu hivi ambavyo vipo kwangu, wewe usivione, haina shida yoyote havina umuhimu kwa sasa, lakini hapa kuna start a new file. Hapa utakapokuwa unafanya kazi zako utakuja kuona kuna file mbalimbali mbali, utaziona ambazo ulikuwa unafanya nazo kazi na umezisave. Kwa sasa hatuna yoyote ile ambayo tumefanya nao kazi, na ndio maana unaona inaonekana hivi, hii start workspace yetu. Lakini huku juu, kama nilivyotangulia kusema kuna hizi menu ambazo hata ukiingia ndani utaweza kuzikuta. Kuna vitu vingi sana katika hizi menyu. Kuna vingine sasa hivi vipo disable kwa sababu ili viweze kufanya kazi ni lazima uwe umefanya kazi fulani, pengine kama hizo save na vitu vingine. Kwa hiyo hizi menu kuna vitu vingi, tutakuwa tukiviona kila tutakapokuwa tunaendelea kujifunza Adobe InDesign. Na ukiangalia no, hii menyu hazina tofauti katika hizi program za Adobe. Kwa hiyo kama wewe tayari umeshatumia aina nyingine za Adobe mfano Adobe Illustrator, Adobe Photoshop kuna vitu ambavyo kwako kwa itakuwa ni rahisi sana kulinganisha na yule ambaye ndio kwanza anaanza. Okay, so wacha basi tufungue huku ndani. Nimekuambia ukikliki hapa katika hii logo ya InDesign unapelekwa ndani ya workspace yako unatoka hapa katika Start Workspace, lakini tulipofika hapa ndani Hakuna document yoyote ambayo ipo hapa. Hapa kunatakiwa kuwe na document ambayo utakuwa unaweka hivyo vitu vyako, unaweka hiyo design yako ambayo unaitengeneza, lakini tumeingia moja kwa moja tu na tunakutana na hii workspace yetu hapa ndani. Sasa wacha nikafungue document ili basi iweze kufunguka hapa. Nimekwambia nitakuja kufahamisha kiundani kuhusiana na namna gani ya kuset faili ama document ambao unahitaji kuifungulia kuweka vipimo mbalimbali katika katika video inayofuata. Leo just nitaifungua tu na wewe unaweza kufuata hivi ambavyo nitafanya. So nitarudi mimi nyuma katika ile start workspace. Kwa hiyo utakuja hapa katika hii alama ya icon ya home, ukiklik unarudishwa home hapa tulipoanzia. So hapa nitakuja, nitaklik katika new file na nitachagua mimi hii so, uh, default, tutaklik create. Kama hujaikuta hapa basi unaweza kuja hapa katika saved. Kama pia hujakuta katika saved kwa sababu hizi zinakuwa saved kwa, kwa zile ambazo umetumia, utakuja katika print utazikuta hapa. Mfano, Let's say utachagua later, utakuja huku bila ya kuzingatia hivi vitu vyote viliokuepo huku kwa sasa. Just we click hapa create, itaweza kufungukia ndani ya workspace yetu, na muonekano sasa hivi unaona umebadilika kidogo, kuna hii rangi nyeupe hapa file dokumenti yetu tayari imefunguka kwa ajili ya kuweka design zetu. Ukiangalia inavutia sana hii interface ambayo tutakuwa tunafanya nayo kazi. Kwa hiyo hata kuweza kufanya kazi hautaweza kujichosha sana, kwa sababu tayari sehemu ambayo unafanyia kazi inavutia na inakushawishi. So wacha tuangalie sasa sehemu kuu za interface hii ambayo tupo kwa sasa. Kwanza kuna hii menu bar huku juu kabisa nimeshaongelea mara nyingi menyubai, kwa hiyo ni kitu ambacho tayari umeshakizoea. Kuna file, kuna edit, kuna layout, kuna type, object, table, view, window. Humu mote humu kuna vitu ambavyo utakuwa ukivitumia. Kuna vingine utavitumia mara kwa mara, kuna vingine unaweza ukavitumia vingine mwezi mzima mara moja, kwa hiyo ni hivyo, au usivitumie sana. Kwa hiyo utaenda kuona tutakapoanza kudesign na kufanya vitu mbalimbali mbali. So pia kuna control bar chini tu ya hii menu bar uh, yetu kuna control panel ambao kwa sasa ukiangalia haipo hapa, lakini utakapoweka mfano let's say shape hapa. Umeona shape hii bado haijajitokeza. Yeah, unaweza kuja katika window, ukaja ukaitafuta control, ukaiweka hapa na ikajitokeza. Hii ndio control panel. Hivi vitu vingine una uwezo wa kuvificha, ukaviondoa pengine huvitumii mara kwa mara, unaweza kufanya hivyo. Utajifunza vitu vyote hivyo. So usiwe na wasiwasi wowote utaweza kuitumia vizuri hii Adobe InDesign kwa vile umeshafika katika playlist hii na kama kaida yetu hatuachi kitu. So hii control panel inakupa properties, I mean inakupa characteristic mbalimbali mbali, ya hivyo vitu ambavyo navifanya. Mfano, mimi nimeweka hii shape hapa, kwa hiyo hivi ambavyo vimekuja huku vinahusiana na hii shape. Kuna masuala ya width height, kuna issue za uh, uh, rangi stroke. Tutakwenda kuviona, tutaenda kutumia hii shape ambayo nimeiweka hapa. Usiwe na wasiwasi wowote kama sasa hivi hujaniona jinsi ambavyo nimeweka, just tunafahamishana tu leo hii interface, jinsi ya kuweka shape, kucustomize shape, tutakuja kujifunza huko mbeleni. Usiwe na wasiwasi wowote, just sikiliza na angalia, zijue hizi sehemu katika hii interface yako, ili basi ije kuwa rahisi kuweza kutumia. So ukiachilia hii control panel ambayo inakuwa chini tu ya menu bar hii ambayo unaiona hapa, inakuwa na vitu mbalimbali vinavyohusiana mbali na hiki kitu ambacho nakifanyia kazi kwa muda huo katika hiyo document yako. Kuna tools panel ambao ni huku upande wa kushoto mwa mkono wangu ama upande wa kushoto huku, hizi ndio tools kama ilivyo sehemu yoyote ambayo unafanyia kazi, kutakuwa kuna zana ambazo unazitumia kufanyia kazi, kwa hiyo ni hizi tools. kuna tools nyingi tu hapa zinafanya mambo mbalimbali. Ukiangalia hizi tools nyingine, kuna kama triangle huko chini, kimaanisha hapa kuna group ya tools, mfano type tool, basi kuna na aina nyingine mbalimbali mbali za hiyo type tool humo ndani ambazo unaweza kuzitumia zote. Hizi ambazo unaona zina triangle huko chini utakuja kuona jinsi ya kuzitumia na tutakuja kujifunza tool moja kwenda nyingine jinsi ambavyo zinafanya kazi na kutumika. Cha kukushauri tu kama bado huja subscribe YouTube channel yangu basi hakikisha ya umesubscribe. Na kuna wengine tayari wamesha subscribe YouTube channel yangu lakini bado hawajagonga alama ya kengele. Kwa wanashindwa kupata notification pale ninapoweka tu muendelezo wa haya mafunzo ambayo nakuwa naweka hapa katika YouTube channel yangu. Kwa hiyo usifanye makosa hayo. So ukiangalia huku tools hizi kama hapa kuna tools hii ya rectangle tool, shape nimetumia, nimetumia, nimetumia hapa hii ya uh, rectangle tool shape hiyo ambayo nimeitumia nimeweka hapa hii boxi uh, kuna hapa sasa hivi hauoni rangi lakini, unaweza kuja hapa katika hii control panel ukabadilisha rangi ya hii shape yetu ambayo tumeiweka hapa. Hii kwa sasa just ina stroke tu, unaweza kuclick hapa na ukachagua rangi let's say hii, muone sasa hivi shape kwao. Ni vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya kwa kupitia control panel, huku kwa kupitia huku katika, uh, hizi tools panel tools mbalimbali mbali, kuna tools ya kuchora pen tool, kuna tools ya kuweka gradient katika design yako. Zote utaweza kujifunza katika playlist hii hatua kwa hatua, lakini ukiachilia upande huu wa tools, kuna sehemu hii ya workspace katikati hapa, katika hii sehemu nyeupe na humu ambapo unapoona, ndio tunaita kama ni workspace. Hili ndilo eneo kuu ambalo utakuwa unafanya kazi zako, hapa ndipo tutatengeneza kila kitu. Tunaweza kuongeza kurasa nyingine, mfano unatengeneza kitabu au nini, unaweza kuongeza kurasa ukaweka. Okay, maandishi picha, shapes kama hivi kama tulivyoona. Okay, ukaweka layout mbalimbali, tutakuja kujifunza. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo tutakuwa tuna design sasa hizo design zetu, lakini pia kuna panels ambazo ni huko pande ya kulia, kuna patikana panels kama unaoona kuna properties mbalimbali mbali ya vitu tofauti tofauti ambavyo tutakuwa tunaviweka katika hii kazi yetu hapa ambao tunayotengeneza na kudesign. Kuna page panels kuona na kusimamia kurasa ya hapa, page panels naona hii by default. Kuna layers panels okay, unaweza kuona layers zako. Kuna properties panels, kuna swatches panels, kuna paragraph and character panel. Zote panel hizo tutakuwa tukifanya nazo kazi na utakuwa ukiona jinsi ambavyo zinatumika, color panels na nyinginezo. So unaweza kufungua panel yoyote kupitia katika menu ya Window kama hutoweza kuiona hapa. Mfano, kuna panel ambayo mimi nitakuwa natumia, wewe hauioni katika workspace yako, unaweza kuja huku juu katika hii menu ya Window, uka click ile panel ambayo unahitaji. Mfano, overlays panel uki click, itajitokeza hii hapa panel overlays. Ukija huku katika Window uki click stroke panel, itajitokeza hapa stroke panel. So zile ambazo zipo tick ndizo ambazo zitakuwa zinaonekana huku katika panels, upande wa kulia kuna layers panel hapa, unaona panel ya layer hapa inaonekana tayari. Kwa kama hauoni panel zako huko, unaweza kuja katika hii menu ya window na ukaweza kuona na kuchagua hiyo panel ambayo unahitaji kwa muda huo na kuweza kutumia. So wacha sasa tuweze kufahamu uh, types za workspace. Tumeona kwa jumla workspace yetu uh, control panel, menu bar ya tools panel na hizi panel zetu ambazo zinapatikana katika upande wa kulia huku. So tuangalie aina za workspace. Kuna aina tofauti tofauti ambazo unapatiwa by default na Adobe. Kwa hiyo unaweza kuja hapa katika essential, unaona hapa uka click ukachagua aina gani ambayo unahitaji kufanya nayo kazi ya workspace. Hizi tayari zipo. Okay. Kuna essential classic. Sasa hivi tupo katika essential hapa ambapo unaona kuna tick, kuna book, kuna digital publishing. Kwa kutokana na kazi yako au uh, taangalia workspace gani ni nzuri kwako kuweza kutumia typography. Mfano, ukichagua essential classic, kiangalia workspace yetu inavyobadilika na kuchukua aina hii ya uh, workspace ya essentials. Ukija hapa tena ukichagua let's say a uh, book, itabadilika itakuja katika hali tayari. Sasa itakupatia vitu mbalimbali mbali kabisa vya kuweza kuvitumia, kwa vile tayari unaonekana unakwenda kutengeneza kitu fulani kwa kuchagua hii workspace aina ya uh, let's say book, okay. So unaweza kuchagua mfano, sana tunapenda tuna kutumia essential classic kwa vile ndo kwanza tunaanza kuweza kujifunza okay kutumia hizi uh, software. Kwa hiyo haina haja ya kuweza kujizonga na hizi interface nyingine kwanza, okay ama workspace nyingine. Kwa hiyo just we chagua tu essential ama essential classic ndio ambazo tutaanza nazo, lakini kama hautoweza kuona huku juu sehemu ya kubadilishia hiyo workspace, unaweza kuja pia katika window ukaja katika workspace kwa wale watumiaji wa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, nadhani hizi uh, hivi vitu ni vitu ambavyo kunafanyika hivi hivi katika hizo program nyingine pia. So unaweza kuchagua hapa, unaweza uka reset essential classic. Na wewe kama tayari ni mfuatiliaji wa YouTube channel yangu, utakuwa basi tayari umeshaanza kujifunza hivi vitu kwa sababu tayari Adobe Illustrator nimetoa playlist ambayo nimefundisha vitu vingi tu. Adobe Photoshop pia nimeweza kufundisha na naendelea kufundisha kwa hiyo kama ni mfuatiliaji sio mgeni sana katika hivi ambavyo navyoonyesha hapa leo katika video hii. Lakini pia kuna shortcut muhimu ambazo natakiwa zifahamu katika interface hii. Kuna control O kuweza kufit page yako katika screen. I mean control 0, okay? Usichanganye hapo kama ninavyochanganya mimi control O na 0. Control 0 inafit page yako katika screen. Kwa mfano, let's say page yako umefanya kazi zako umesogeza mpaka imefikia, huioni vizuri, unahitaji fit hapa katika skrini yako. Ukiclick control zero katika kibodi yako, moja kwa moja ina fit center katika hiyo skrini yako, kama hivya, ilvo, hivi ya kwangu ilivyokaa sasa hivi. Lakini pia kuna control plus na control minus una yake fit center katika interface yako. Kuna space bar na drag unatumia kuweza ku hold hii e, hi document yako na kuweza kutumia ile hand tool kwa haraka shortcut. Lakini, control shift p unafungua page panel kwa haraka. Mfano, control shift p. Okay? Unafungua page nyingine hapa mona page mbili sasa hivi hapa control minus Unaona peji mbili. Control, shift, p ni miongoni tu mwa hizi shortcut, peji nyingine imejitengeneza. Control, shift, p. peji nyingine imejitengeneza, just simple tu shortcut kama hizi ambazo unaweza ukaitumia. Tutakuja kufahamishana uh, jinsi gani ambavyo zina umuhimu hizi. Tutakapokuwa tuna design sasa kazi zetu. Control, z tunaifahamu sote hii okay, inafanya kitu gani? Control, zero unaweka ifit. Kwa hizi ni baadhi tu ya shortcut muhimu katika hii interface. Unaweza kujaribu na wewe pia. So, leo sina la ziada, nadhani tusifanye video hii kwa refu sana. Ila natumai umeweza kupata baadhi ya vitu, umeweza kufunguka kidogo na kujua interface hii ya Adobe InDesign inavyoonekana. So, usikose video inayofuata. Nimekuambia nitakuja kufahamisha jinsi ya kuweka sasa vipimo, kutengeneza dokumenti yako ile ambayo unahitaji kwenda kufanya nayo kazi. Okay, katika video ambayo hiyo itafuata. So leo tumejifunza interface ya InDesign, mpangilio na sehemu zote muhimu, kiujumla in general, kwa kuanzia na tools menu, kuanzia na workspace hadi panels. So katika video inayofuata tutaanza kazi yetu ya kwanza kwa kuandika maandishi, kuweka picha, kubadilisha fonts, size kwa line, object zetu vizuri katika kazi zetu. So natumai utakuwa umejifunza kitu kipya leo. Like video hii, share na wengine wapate kujifunza, lakini pia usiache kugonga alama ya kingele. Ni kitu muhimu sana ili uweze kupata notification ninapoweka tu mwendelezo wa hiki ambacho tunajifunza. Asante sana tukutane video inayofuata.